Amani yetu na imani yetu ndani ya siku hii ya leo ambayo ilipendeza Mungu, tunaamini Magonda Makonda, unatutua ndoo kichwani Temboni. Tuna maji tuna maji tuna maji, hata sasa hivi yako kwenye pipe, lakini maji hatupati, kwa sababu ni miradi ya watu tusipate <tutu> <tutu> <tutu> maji maji, kisima kimejaa, kila ukienda pale tunamwambia visima vimeendelea kutengenezwa na dawa wako wanasema wanapata ugumu katika utendaji huo wa tumeendelea kufanya hivyo kwa mateso makubwa, lakini maji haya yakaonekana kwamba sasa yanaenda kwa matajiri. Mtu mwenye pesa anakuja serikali ya mtaa anatoa laki tatu anapewa maji nyumbani kisii. DAWASCO ya sasa kwa mradi huu hatupelekei mtu moja wa wa wa wa mba kwa moja kwenye nyumbani kwake, ni kwa ajili ya kuchukua kwenye yos, kama walivyokwisha zungumza mama kasema kwamba serikali ya mtaa haitoi ushirikiano kwa wafanyakazi wa DAWASCO wanaojua hujua miundombinu na, yani, walimwongea nyumbani kwa shilingi laki tatu. Waliosema mama ni serikali ya mtaa ambao ilikuwa ndio inasimamia mradi huo, na wasiko wengine miundombinu imezidi kwa nzima. Anajuaje kwamba hapo kuna bomba linaenda kwa chini bila kuonesha serikali ya mtaa? Mbona waombeni kama serikali ya mtaa itaki tu kushirikiana nini? Naweza kumtafutua kasema, huyu anafanya nyumbani, yule anafanya nyumbani, wote wakaondoka, mtoe. Sisi tumeshakubaliana hapa na kwa <mstrunkra> ugaya